Kwenye kitabu kimoja hapa e, kitabu kimoja hapa ngoja nikusomee, anasema hivi. Kitabu kinaitwa Mashauri e, hii inasema ni, ni Review and Heralds cha cha 1902. If seventh day adventists practiced what they profess to believe if they were sincere health reformers they would indeed be a spectacle to the world to angels and to men and they would show a far greater zeal for the salvation of those who are ignorant of the truth. Kama wadventista wa, wa Sabato wangefanyia kazi hicho ambacho wanakijua, walichofundishwa ambacho kimeandikwa kuhusiana na afya, wangekuwa ni kama tamasha ama kitu cha mfano kwa binadamu kwa, na kwa maraika jamani, bwana Yesu asifiwe sana na kwa watu wote duniani kote, kama wangefanyia hayo, lakini tumeyatupa kule. Na mimi nawashauri, nawashauri kabisa, ikiwezekana kila makambi yanapofanyika popote pale pawe na vipindi vya afya vya kutosha, sababu wa, watu ni wagonjwa, unahubiri watu wagonjwa. Na siku hizi tumeenda kwenye ma, ma, tumeenda kwenye uamsho bandia. Kuna, kuna, kuna force revival inaingia. Yaani wewe unakula vibaya unafanya hivyo unasema atakuja aniombee, alafu akisha niombea ntarudi tena nikale hivyo hivyo, Mungu afanye hivyo. Ukivunja sheria za asili matokeo yake Mungu anasamee na anaweza akakuponya, lakini anasema ondoka, usitende dhambi. Namna gani ndugu zangu tena makanisa mengi yamejaa watu wagonjwa, wagonjwa kila mahali. Nenda huko, makanisa yamejaa, unakuta kanisa limejaa watu. Nenda useme haya, aliye mgonjwa, walio wagonjwa waje mbele, wote wagonjwa, wote ni wagonjwa wote na hata mchungaji naye ni mgonjwa na wengine wanakwambia hata usi usi wewe njoo tu, nitakwambia lakini. Huyo mchungaji mwenyewe tunamtibu huko, tunamtibu sisi, lakini anakwambia njoo tu hapa, utaponea hapa. Mungu ametufundisha kanuni za asili za ulaji na unywaji ambazo tukizifuata yaani, hata pepo atashindwa kuingia. Jamani, bwana Yesu asifiwe sana. Unajua <laughs> pepo anaingia ingia, pia anaangalia wewe hapo hapo kwenye udhaifu wako, ndio anaingia pepo. Turudi kwenye mstari. Na napendekeza, napendekeza. Ikiwezekana kila Sabato pawe na, na tiba fulani ya afya. Watu ni wagonjwa, watu ni wagonjwa. Mi nakaa hapa naangalia, unajua mi natibu watu wengi sana. Kwa hiyo mi tangu unaingia pale, unapoingia tu kwenye, kwenye mlango wangu pale, nakuwa nimeshajua huyu ana tatizo gani huyu. Nikikuona tu unaingia pale, ukifungua tu mlango <laughs> najua tu hapa kuna shida, shida iko imeelekea huko. Na Mungu amenibariki nik, nik, nik, nikikosea kidogo sana kosea kidogo sana. Sasa mafundisho kama haya hayawezi kuwa na populariti I mean, hayawezi kuwa na ushabiki haya ya namna hii, kwa sababu yanamfanya mtu amezama kwenye namna fulani aweza kumtoa kule. Anasema ah, kuna maneno siku hizi yanasema tutapewa mili mipya tutapewa mili mipya? Hayo maneno gani hayo? Eti wewe ngoja tule, tutapewa tu mili mipya. Mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Utapewa mpya wa kufanyaje? Hata mpya unaweza usiupate, kwa sababu melia atakaye liharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Sasa utaenda kupewa mwili mpya wapi? Linda hekalu la Bwana, uwe na akili njema, jamani. Bwana Yesu asifiwe sana.